Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Mtwara imefanikiwa kuokoa zaidi ya shilingi milioni 79 walizokuwa wakidai wakulima wa korosho kwa msimu wa korosho 2024/2025 Akizungumza na waandishi wa habari leo Mei 27 2025, kwenye ofisi za TAKUKURU mkoa wa Mtwara, mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Mtwara Bwana Mashauri Elisante amesema hatua hiyo imejiri mara baada ya kupata taarifa juu ya ubadhirifu wa fedha hizo za wakulima, ambazo wamekuwa wakizidai kutoka kwenye vyama vya msingi vya ushirika AMCOS. Faida Online TV imekuandalia taarifa ifuatayo. Jina langu ni Habiba Mpimbita na hii ni Faida Online TV. Tafadhali usiache kusubscribe channel yetu ili kuwa wa kwanza kupata taarifa mbalimbali kutokea maeneo mbalimbali kusini mwa Tanzania. Hakika sisi ni watu wa fielding. fa za vitendo vya vya rushwa kutoka kwenye vyama vya msingi kwa maana ya AMCOS kwa kipindi cha msimu wa mwaka 2024 2025, kutokana na taarifa ambazo zimepokelewa, azi uh, na wakulima hao waliweza kulipwa fedha zao jumla ya shilingi milioni 79 laki 837 laki 568.9 walizokuwa wakidai katika vyama vya msingi. Aidha, kutokana na taarifa hizo ambazo tulizipokea, majalada ya uchunguzi saba yaliweza kufunguliwa na majalada hayo yako katika hatua mbalimbali mbali za uchunguzi. Haya majalada saba yana zaidi ya watu kumi ambao tunawachunguza. TAKUKURU tuna mambo mawili. Tuna kuzuia na kupambana. Hasa katika eneo la kuzuia ndio hili ambalo tumezuia hizo fedha zikaweza kurudishwa na wakulima wakaweza kulipwa fedha zao. Kwa maeneo ambayo fedha hazikurudishwa, ndio zile ambazo tunaendelea na uchunguzi. Aidha, pamoja na mafanikio hayo, uh, elimu kwa makundi mbalimbali mbali iliweza kutolewa uh, kupitia mikutano ya hadhara, semina kwenye klabu za wapinga rushwa uh, kupitia redio na maonesho. Sambamba na hilo, taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa imefanya ufuatiliaji na kukagua miradi ya maendeleo 13 yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni saba katika sekta ya afya, elimu na miundombinu na kubaini mapungufu katika miradi miwili ambayo ni ujenzi wa shule ya sekondari Mtunguru iliyopo katika halmashauri ya wilaya ya Newala na mradi wa ujenzi wa barabara kuu ya Masasi na Nyumbu ambayo yote imefanyiwa marekebisho. TAKUKURU tumefata fanya kazi za ufuatiliaji uh, wa rasilimali za umma kwa kukagua miradi ya maendeleo kumi na mitatu. Miradi hii ilikuwa na thamani ya shilingi bilioni saba milioni mia tatu ishirini na tisa laki nne sitini na nne elfu, laki tatu tisini na nne pointi mbili nane. Na miradi hii ni kutoka kwenye sekta za afya, elimu pamoja na miundombinu. Na lengo la kufuatilia miradi hii ni ili kubaini viashiria vinavyoweza kusababisha upotevu wa fedha za umma, kuona kama thamani ya fedha imefikiwa, lakini pia kuona kama ukadiriaji e, wa mahitaji ya vifaa umezingatiwa. Aidha, kutokana na taarifa hiyo, kuna miradi miwili ilikutwa na mapungufu na miradi hiyo Uh, ni ujenzi wa shule ya sekondari Mtunguru ambao ulikuwa na mradi wa thamani ya shilingi milioni 560 laki 827, ulibaini mpango kazi kukosa uhalisia na kasi ndogo, ngufu yote yaliweza kurekebishwa. Lakini pili ilikuwa ni ufuatiliaji Aa, wa barabara kwenye barabara kuu ya Masasi Nanyumbu, kulikuwa na kipande kinafanyiwa ukarabati na baada ya kufanyiwa testing faa kwa ajili ya kutumika. Kwa hiyo kilitumika kifusi ambacho kiko kwenye kiwango kilichokuwa kinatakiwa. Pia TAKUKURU tunaendesha program ya TAKUKURU rafiki kwenye hii product, product, ikijiji cha Nakopi kata ya Napacho wilaya Nanyumbu tulitatua kero ya wakulima wa korosho kutolipwa fedha zao. Baada ya wakulima hao kuhangaika kwa kipindi kirefu, tulifuatilia ili kuweza kutatua hiyo kero. Tulipofuatilia, wakulima hao waliweza kulipwa jumla ya shilingi milioni na laki nne. Baada ya kufuatilia hiyo kero ilitatuliwa. Lakini pia kuna eneo la uchunguzi uh, tulipokea taarifa themanini na mbili na kati ya taarifa hizo taarifa 44 zilikuwa na, na viashiria vya rushwa na taarifa 38 zilikuwa hazina viashiria vya rushwa. Mchangano wa taarifa zenye viashiria vya rushwa ni kama ifuatavyo: ushirika kulikuwa 16, afya kulikuwa na taarifa 14, maendeleo ya jamii kulikuwa na taarifa tisa, uh, utawala kulikuwa na taarifa moja, ardhi kulikuwa na taarifa moja, kilimo kulikuwa na taarifa moja Elimu kulikuwa na taarifa moja, na kwenye sekta binafsi kulikuwa na taarifa moja. Uh, kwa kipindi husika tuliweza kufungua kesi tatu mahakamani. Kwa hiyo kuna watuhumiwa walifikishwa mahakamani baada ya kufungua hizo kesi tatu mahakamani. Mpaka kufikia hapo, mimi sina la ziada. Jina langu ni Habiba Mpembita wa Faida Online TV. Nikukumbushe kusubscribe chaneli yetu ili kuwa wa kwanza kupata taarifa mbalimbali kutokea maeneo mbalimbali kusini mwa Tanzania. Hakika sisi ni watu wa Faida. Asante na kwaheri.